mekuja kufuturu lakini pia kumwombea rais wetu mama Samia, afya njema, busara njema, hivi anavyoendelea kutuongoza vizuri, aendelee kutuongoza vizuri kwenye usiku. Lakini pia tumekuja kuiombea nchi yetu, nchi yetu imepatikana kwa amani inaishi kwa amani, inaishi kwa umoja, akipakta kuiombea pia ifanye haitoshi kwa mshikamano wetu wa mkoa wa Rukwa bila kujali makundi tofauti. Kwanza napenda kumpongeza kwanza kabisa kabisa Mheshimiwa Rais kwa watu aliowaweka madarakani, ukiangazia na uongozi wa mkoa kwa kuruhusu hata hili swala lifanyike, na pia namshukuru huyu dada yetu Jakli ni Mzindakaya kwa jambo alilofanya siku ya leo. Kwanza amejali ame makundi yote, hajabagua kwa, amefanya jambo kubwa, na mimi kama kiongozi wa watu wenye ulemavu kwa upekee kabisa Namshukuru sana huyu dada na kutoa wito kwamba kwa watu wengine wafuate nyayo kama za huyu dada.